Wa vikao vya uharibifu, sema vikao, vikao! Hiyo uh -uh, sio sauti ya watu no. Mimi wa Gongo la Mboto, mimi mwenyewe nawafahamu hiyo. <coughs> Sio sauti yenu, sema vikao, kikao vya uharibifu. Nani amewahi kwenda kwenye kikao? Nani amewahi kuhudhuria kikao? kikao ni mkutano maalum ambao watu wanakutana wakiwa na jambo la lengo moja wana ajenda kuna mahali huendi kwenye kikao maana ile ajenda wanaona wewe huna cha kuchangia kwa hiyo hawakuhitaji sababu nia yao na nia yako haziko sawa kwa kikao ni mkutano maalum una jambo ambalo hao watu waliokutana wanataka washauliane wajadiliane, ili hatimaye watende jambo fulani. Ndiyo maana ya kikao. Ama wanakutana wanataka watu waoane, alafu kuwa na sherehe watu wale. Ukienda kwenye harusi, nyuma ya hii harusi kulikuwa na kikao, si ndio? Si ndio? ni watu walikaa wakaamua harusi ifanyikie wapi na wageni wawe wangapi na wale nini wanywe nini? Haya yote wewe ukiongezee soda, nyuma kuna kikao, wanaamua ziwepo soda ngapi ngapi, waweke na maji. Au mwenyekiti wa kikao, unawasambaratisha unawatawanya ile ajenda yao haitokei, kwa sababu kikao a kingepanga walibikiwe, umekiendea umekivunja, umekisambaratisha. Haleluya! ndugu Zangu, maisha ya duniani ni matokeo ya vikao kwenye ulimwengu usioonekana. Dunia hii inakopi, hii ni kopi original iko kwenye ulimwengu usioonekana. Maisha ya mtu, kwa maana ya kila maisha ya mtu yameshapangwa kwenye ulimwengu usioonekana. Kile ambacho wewe wasema imetokea tu ghafla, bahati mbaya, sio, siyo bahati mbaya. ni utekelezaji wa ajenda za kikao, ni maazimio ya kikao. Maisha ndugu zangu, hayana bahati mbaya, hayana bahati mbaya yana utekelezaji wa maazimio ya vikao vya rohoni zuia mambo lolote mtakalolifunga duniani mbinguni pia, kwenye ulimwengu usioonekana mbinguni. Ni ulimwengu usioonekana unaanza kuzuia hapa, mbinguni pia linazuiwa. Unaanza kuruhusu hapa, mbinguni pia wanaruhusu. Iana, kuna vikao vya rohoni. Ukiviingilia kati mipango yao, mashauri yao, makusudi yao hayatokei, okay. Sio kwa kuwa hawataki, ni kwa kuwa umewavuruga, umebatilisha hiyo kazi. Unaiweza hiyo kazi umepewa. Haleluya! Vikao, ndugu zangu, yako matukio ambayo sisi duniani tunasema, alikuwa mzima tu, bahati mbaya imetokea. Bahati mbaya, alikwenda kazini akapitiwa na bodaboda. Bahati mbaya, alikuwa sawa tu na mke wake, ila bahati mbaya sasa wa, wa, bahati mbaya wameachana. Bahati mbaya wale wale waliokuwa wanashona sale wanavaa sale wanaliishana, leo wameachana. Ni bahati kweli? bahati mbaya? kama ambavyo mtu haolewi kwa bahati uwezi kusema, imetoka bahati nzuri leo kuna harusi sio bahati nzuri ilianza ni process vilikuwa ni vikao hakunaga bahati ni mipango uwezi kusema ana bahati bana ameanza biashara ana bahati bana amevuna mahindi ana bahati bana amemaliza chuo sio bahati sio bahati sio ba... maisha hayana bahati maisha hayana kitu kinaitwa ghafla kile ambacho kwenye ulimwengu wa mwili mnasema ni ghafla. kwenye ulimwengu wa roho ni mipango pango ya muda mrefu. Unaona watu wanaonekana wanapendana, nani anawafahamu? wanani anambatia pale, alafu baadaye anamchumu mpaka chakula wamalize kula masaa matatu mpaka yani, wamalize kula wakienda saa mbili ni saa tano kwa sababu kuna mambo mengi mambo mengi mambo ni mengi. Wakikabla ajamlisha kwanza analiombea, anasema kama ambavyo tonge hili ni la moto, wee pia maisha yako yawe moto moto. sasa inakuwaja hawa watu wanafanya hivi wanafanya hivi watu ambao walikuwa wanaweza kuchacha, kumbe anaongea na mpenzi masaa sita masaa sita masaa sita haji mkesha haji anamkesha mwingine mwingine, nimejua upo, mwambie mchungaji, saa tatu saa <coughs> sita <coughs> saa saba saa saa saa saba saa saa tisa mkesho meisha tisa mkesho meisha naone mambo ya ajabu tu mmhm kulikuwa na matunda mbona kama nasikia mhm kulikuwa na matunda mbona kama nasikia sauti ya mbu sauti ya mbu sauti ya mbu sauti ya mbu uyohuyo mbu ashindwe mpaka mbu anakemea ashindwe mpaka Mungu anakemewa. Ah, leo wameowana hawaongereshi. Ah, leo wameowana hawaongereshi wale ndugu zetu waliokuwa na kesha siku hizi <laughs> wanaongea kwa ishara niniki. Sio bahati mbaya, sio bahati mbaya Wasemapo kwamba ni amani ndi ghafla, ila ni tukio la kwenye ulimwengu wa roho. Ni vikao vilipao, vilipanga, walipanga, waliona: hawa wanapendana, hawa wana hati makubwa, hawa wana jambo la kimungu, tuwafanyeje? Kikao. Yote haya utasema tu ilitokea, nikajisikia, nikasema. Baada ya haya utasema tu ilitokea, nikajisikia, nikasema baada ya hawa ndoa iliyoonekana inavutia, leo wanapigana ngumi, leo wameachana. Wale ambao walitufanya tukapoteza tuka usingizi kuwa tunajadili vikao vyao vya harusi, leo wameachana, hawataki kuonana tena, wanagawana watoto, wanagawana viwanja, wale ambao walijenga kwa pamoja wanataka wagawane na nyumba. Nini hiki? Nini hiki nini hiki vikao vya uharibifu ndugu zangu nasema tena maisha ya duniani ni matokeo ya maazimio ya warohoni hata wewe kuwa hapa hata mtu kuwepo ni kikao mungu anasema tufanye mtu kwa mfano wetu huyu mtu aweje asiwe kama ng'ombe asiwe kama swala Tufa, na tufanye mtu, ni kikao. Tufanye mtu kwa mfano wetu, na akafanye nini? Akatawale kwa ndio bada. Mungu anapoanza kuumba mavumbi ya ardhi atengeneze mwili wa mtu, ni utekelezaji wa maazimio ya rohoni. Vikao. Mtu hafi mpaka kikao. Mtu hafi awe ni wa Mungu au wa shetani Mtu hafi mpaka kikao kijadili kifo chake. Mtu haharibikiwi ni vikao vya uharibifu. Tuanze kujifunze kitabu cha Wafalme. Vikao, vikao, vikao, utayaona maisha ya watu yanaanza na dalili za kwamba watafanikiwa baadaye katikati hapa yanapiga kona, yanaelekea kule kule ambako ulimwengu wa roho umeamua yaende. Utaona mtu anaanza jambo analipeleka linafika mali linaharibika. Mtu aliyekuwa na mali nyingi, ana mali nyingi tu, ana watoto kumi, ghafla hana chochote tena, hana watoto, hana mali ni mgonjwa. Nini hiki kikao? Kikao warohoni wakimaliza kuamua jambo, yanaanza matukio ya mwilini yatakayoonekana kana kwamba ni ya kawaida. Ni mtu ataibiwa na, wa, na wakalidayo. Ni mtu ataibiwa na waseba, lakini siyo jambo la ghafla etu. Walikuwa tu siku moja watoto wamekaa pamoja kwenye birthday yao, upepo ikaanza, mvua ya upepo eti, ile mvua ya upepo, upepo huu wa ajabu unapiga kona zote, alafu nyumba inaanguka, watoto wanafariki, anabaki mfanyakazi mmoja. Na akikuelezea ni janga la kiasiri tu, ajali waga zipo. Ni familia ilikuwa inasafiri kwenda msibani Dereva alisinzia tu akapitiwa, gari kaanga chini, amefariki baba mama mtoto mjukuu, wote familia yote wamefariki. Ni jambo tu, ni bahati mbaya. Sio, sio, sio bahati, ni mipango ya rohoni, ni vikao. Leo mimi na wewe tutawafuata, tuwafuate, tuwapate, tutawanye sema sambaratika. Vikao ukipuuzia mambo ya rohoni umepuuzia kila eneo la maisha yako. Usiwaze hivi, nikipuuzia mambo ya rohoni tu ni safari tu ya kwenda mbinguni. Sio hivyo, sio hivyo. Usiwaze hivyo. Ukipuuzia wana muda, mtu aweza kutumia masaa tisa kwenye genge, sindio? Ila hawezi kutumia saa moja kuomba kabla ya kwenda kuyatumia ile tisa. Kwa nini? Sababu anaamini mipango tu, nitaenda pale gengeni. Sio hivyo. Wenzako, wenzetu kama sisi wanaanza mambo ya rohoni ndio baadaye wanafanya ya mwilini. Nasema tena, mabinti wenzako hawategemei nywele ndefu kuolewa. Halo, halo. Mabinti ni mwafikia, ni mwafikia sasa Sio jambo la nywele ndefu. Njoo tena wewe, nimekuchagua we, mifano yangu yote yote. Leo na kazi leo, una kazi leo. Huyu bado hajaridhika hizi nywele, anamtafuta bwana ampe fedha aweke na wigi, aweke nywele za mchina aliyefariki kwenye Covid. Hii ngozi hajaridhika bado anamtafuta Mungu wa ufufuo na uzima amletee fedha apate mafuta ya Paris, ambayo akiyapaka huyu awe kama mama. Anapenda ngozi ya nani? Ya mama. Umeelewa vizuri? Halafu hizi nguo pia hajaridhika nazo, anamtafuta Mungu wa Israeli aliyegawa bahari ya Shamu eh? aliyemwangusha Farao na majeshi yake aliyempiga Sihoni mfalme wa Waamori na Ogu mfalme wa Bashani, ili apate nguo fulani ambazo akizivaa akatembea. Ukumbuke, ukumbuke zile nywele zile, unazikumbuka zile eh? Fanya hivi hizi eleni sio, hizi ni za jangwani, hizi kwenye nchi ya ukame, ila anamwamini Mungu anayefufua wafu. Siku moja huyu Mungu atafufua uchumi wake apate eleni ndefu. Hii kifua sio hivi, inabidi ipate cheni. Haleluya! Ah, anaambia mchungaji ujamalizia, okay namalizia. Pokea, pokea, pokea. Sasa yeye anaamini hiyo, sasa anadhani ndio itafanya sasa apate. Apate nini? Mume. Sio wenye mbio wanaoshinda. Mambo yanapangwa kwenye ulimwengu usiyoonekana, ndoa zinapangwa kwenye ulimwengu usiyoonekana, anguko au kuinuka kwa mtu kunapangwa kwenye ulimwengu usiyoonekana, baadaye anaanza matukio. Ukifahamu hivyo, nendo, kaa kwa mda, ntakuja. Kaa kwa mda, ntakuja tena, ntakuja tena <laughs> Ndio maana sisi twapuuzia sana mambo ya rohoni. Eti sisi mambo ya rohoni tunawachia ma MP mara pili, kunena kwa lugha mifanya, mi, mi, mi, mi biashara tu. Mtumishi? mi sio mtumishi, mimi nafanya biashara ya kuuza nyama <gulia> Aha, wako wauza nyama hapa eh. Hakikisheni nikiondoka, naondoka na kilo kadhaa za nyama, vinginevyo nawashtaki kwa askofu wenu, mtavuliwa beji. Mwangalie kwa jicho kali, muza nyama mmoja wapo. Afu, yeah, mwambie ujumbe ndio huo. Biashara wenzetu ni watu wa rohoni, wafanya kazi wenzetu ni watu wa rohoni, vijana wa kike na wa kiume wenzetu ni watu wa rohoni. Kabla ya kuolewa, anaenda kwa mtu nitengenezee au nitengeneze au nitengenezee mtu ana, nitengeneze mimi au nitengenezee mtu. Na mtaka yule anapeleka jina la naye mtaka kwa mganga ili atengenezwe avute mtu. Yes, wewe unataja heleni, wewe unataja wigi wewe unataja viatu virefu, wewe unataja mapambo. Sicho, sicho, sicho. Ni mambo ya rohoni. Mtu anapochaguliwa kuolewa ni kuchaguliwa. Nimesemaje? Njoo tena. Hey, leo kazi nimekuchagua kutolea mifano, nimekuchagua. Hey, yes, nini maana ya kuchaguliwa kati ya wengi wenye sifa kama zako, wenye uwezo kama wako, na mchagua huyu mwenye uwezo, we hayuko peke yake kati ya watu wengi, mabinti wengi ambao wote wakiolewa, mambo yote ataenda kufanya kwenye ndoa hata wao wanayaweza, si ndio? Ni kwamba kuna kuwa na chupa tatu hapa, zina zinafanana na ichagua hii, ila hata hii ingeweza, hata hii ingeweza, hata hii ingeweza, ila, ni, mimi, mimi, nimechagua sasa. Mimi, mimi, kati ya hizi tatu hata hii ingekata kiu, hata hii ila mimi mimi nimechagua, nimechagua. Kwa nini? Hii imepata kibali kwangu, na kibali ni jambo la rohoni. Kwa nini ninunue nyama kwako? Unauza nyama eh? Una bahati mta, kabla sijamaliza kuhubiri nitampata tumu za nyama <laughs> Sema patikana, sema patikana. Haleluya, nimesema haleluya. Wewe unos... Mfalme akasema tunaishia hapa. Hakuwa mwisho. Mfalme akasema zoezi linaishia hapa. Mfalme, hapana, wengine bado pia pa, hapana ah, zoezi linaishia. Mfalme, sikiliza, watu wako wengi. Ingine kuingia thelathini siwaishe su, kwanza asema ah, tusipoteze muda, nimeshampata. Anasema Esta e, biashara pokea kibali kwa jina la Yesu. Ndugu zangu wapenzi, haya mambo ni ya rohoni. Ndugu zangu wapenzi, mtu anapochaguliwa ni kwa sababu wa rohoni ameamua hivyo. Ni kwa nini huyu mtu aende kwa Yese? Mungu anasema huyu sikumchagua. Mungu, kwa nini sijamchagua? Sijamchagua sija, sija tu sijamchagua, sijamchagua huyu, sijamchagua kijana mdogo mwekundu, asema huyu huyu nini? Kwa sababu wa roho, kutokea mambo ya biashara, mambo ya ndoa, mambo ya ajira, kuna mambo, mambo ambayo jicho halijawahi kuyaona, mambo ambayo sikio halijawahi kuyasikia, mambo ambayo hayajaingia ndani ya moyo wa mtu, mambo ambayo Mungu amekuandalia wewe, unayempenda yako, mambo ambayo Mungu ameyaandaa kwa ajili yako, mambo oh maisha utahisi nini? Kakabatika? No, no, watu uchaguliwa. Kuna mabinti kama nyie anaenda kwa mganga ili apate mvuto wa rohoni. Ndio maana unashangaa, hivi mme wangu amekosa nini kwangu mpaka aende kwa Sauda? Mpaka hina Sauda, mpaka hina hajui kuoga, hajui kuoga ana toa harufu kwenye kikwapa, akifanya hivi unapiga chafya, kaa tena kwa muda ni nikipe amekosa kwangu? No, anavutwa rohoni, kikao kimetengwa rohoni, hawa waachane ko anavutwa kwa mtu mwingine, moyo unavutwa, moyo unavutwa, kuna jambo la rohoni limetokea ili ndoa yaharibike. Ni, ni, ni utekelezaji wa vikao vya kuharibu ndoa, ni mambo yanatokea. Mtu tu kazini alikuwa anapendwa na bosi, leo bosi ampendi nini? Iki ni vikao, ni, ni, ni, anatekeleza mato, maazimio ya kikao cha kuharibu hatima ya mtu. Mbona leo watu wanamchukia, watu hawampendi, kila nie mwona, leo anampuuzia mtu ambaye zamani aliki, ni matukio ambayo nikana kwamba ni ghafla. No, no, no, no, no, ni vikao. Ndio maana leo mimi na wewe tutaenda kwenye ulimwengu wa roho, ulimwengu ambako ndiko mambo huanzia, ulimwengu ambako ndiko mambo hutokea. Tutaufuata kila mtu aliyekaa akaandaa kikao cha kuharibu hatima yako leo, utamfuata na ukimpata unamvunja